Kwa jina naitwa Rajabu Juma Hamsini, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Tumbi. Kupotea kwa huyu mtoto ilikuwa tarehe 4 majira ya saa moja na nusu. Vijana huyu alipata abiria akamsafirisha, sasa akutoa taarifa kwa bodaboda wenzio kujua kwamba ameelekea wapi, lakini taarifa mimi nimeipata jana tarehe tano majira ya saa tisa alasiri, walikuja vijana wa bodaboda wakanieleza kwamba, mwenyekiti, sisi tumepungua. Mmepungua kiaje? Mwenzetu Sigela <coughs> Sigela Hamisi Maulidi hatujamuona tangu jana saa moja na nusu. Basi nikawaandikia nikawapa kibali cha kuchangisha. Wale vijana walifanya kazi nzuri, wakajichangisha wakapata hela ya mafuta, lakini baadaye niliwaelekeza waende kwa afisa mtendaji wa kata kwa ajili ya kupata taratibu za kiulinzi na usalama. Walipofika pale mtendaji akawapa maelekezo kwamba ikifika saa 24 basi tuwaandikie barua waende cha polisi na kweli nilipofika wakaja kwangu nikaandikia barua kwenda kituo cha polisi. Nilipofika leo majira ya saa tatu na nusu, basi wananchi kwa umoja wetu na mshikamano wetu tulifanikiwa tuli kupata mwili wa marehemu hapa tena. Usika nimepata taarifa hii. Mimi leo saa moja asubuhi, alikuja mzazi wa marehemu akisema kwamba nimwandikie barua ya tangazo, akatangazisha kwenye vipaza sauti kwamba mwanae amepotea toka juzi. Nikaambia wale vijana boda boda wenzao, wako wapi? Wakasema wako pale mwembeni. Nikasema hapana, kabla ya kibali, hebu twende kwanza nikaonane nao wale vijana. Nikaenda pale nikakuta wale vijana, nilipowakuta wakasema, bwana mwenyekiti, toka juzi mwenzetu hayupo, jana tumemtafuta kwa pikipiki, lakini hatukuweza kufanikisha. Kwa hiyo tunaomba tupate kibali cha kutangaziwa ili tuendelee kumtafuta. Basi tukagawana makundi manne, tukawakaorodhesha majina kwa kila kundi. Walipoondoka baada ya pale, kuna mama mmoja akatoa wazo akasema sasa, mwenyekiti, vijana wote wameenda kutafuta mwenzao. Lakini wakitoka kule njaa, hebu tupite turuhusu tupite njaani tupate unga tuwapikie ugali. Nikasema haina shida. Hasa tupo kwenye mjadala wa kwamba sasa tunafanyaje hawa vijana walioingia msituni kwamba wakitoka inakuwaje ndo anapigiwa simu kwamba mtu amepatikana. Ndio pale pale nikachukua boda boda kuja mpaka hapa. Na kweli hapa tukafika tukamkuta akiwa amefungwa kamba ya Manila miguuni na mpira mikononi i tukio limetokea tangu majuzi yale mida ya saa moja na nusu. Tukawa tumepata taarifa hizo kwamba kijana ameondoka, basi ikabidi tuanze kufuatilia. Jana juzi ile ikashindikana, jana ikashindikana, mpaka kufikia siku ya leo ndio ndo tukapata habari tu kwamba mwili wa marehemu umepatikana huku alichukua abiria pale, wanazungumza al al kwamba akuondoka na abiria yoyote. Inawezekana labda alipigiwa simu tu, labda uenda akuondoka na abiria yoyote. Inapofika saa moja jioni, kubeba abiria zaidi ya mmoja, awe anawajua awe hawajui, ni marufuku. Afisa usafirishaji yoyote kubeba abiria zaidi ya mmoja, na inapofika saa moja kutoka nje ya mji huko, amebeba abiria zaidi ya mmoja atakayekuwa atakayebahatika kubainika tutamchukulia hatua. Ila tuwaombe wananchi, hivi vitu vinafanyika ni vya watoto wetu, anauawa mtoto wetu, anayeua ni mtoto wetu, na hawa watu wanafanya hivi vitu tunawafahamu vizuri. Tuwaombe mtoe ushirikiano kwenye jeshi letu hili la polisi, kwenye serikali yetu hii ya Mheshimiwa Rais, mama yetu kipenzi, haihitaji kuyaona haya. Tunawaomba mwe mnatoa ushirikiano kwa, pa, kwa pamoja. Kwa sababu hili jambo limetokea sio la leo. Leo siku ya, ya tatu. Mtu hajaonekana, watu wamekaa kimya na watu wengine tunasema tunaendelea kufanya nini? Tuwaombe.